Wakati baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC likilaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wake Padre Charles Kitima lililotokea usiku wa jana Aprili 30 katika makao makuu ya TEC Kurasini jijini Dar, Watanzania wengi wamezipokea taarifa hizi kwa mshangao mkubwa, huku baadhi yao wakikataa kuamini kama hili ni jambo linalowezekana kutokea katika Tanzania yetu. Sasa, taarifa iliyotolewa na baraza la maaskofu na kusainiwa na makamu wa rais wa baraza hilo, Askofu Eusebius Nzigilwa, alieleza kwamba Padre Kitima alipata majeraha makubwa baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana na sasa amelazwa katika hospitali ya Aga Khan akipokea matibabu na pia huyu Askofu Nzigilwa alieleza kwamba baraza hilo la maaskofu Katoliki Tanzania limesikitishwa sana na linalaani tukio hilo la kinyama na kutoa wito kwa vyombo vya usalama kuwabaini na kuwakamata wote waliohusika na kuhakikisha wanawajibishwa kisheria. Pia alieleza kwamba uwazi unahitajika na uharaka katika mchakato wa uchunguzi ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama na haki nchini. Pia amewataka waumini na watu wenye mapenzi mema kuendelea kumwombea Padre Kitima pamoja na kuliombea taifa amani na mshikamano. Kwa hiyo hii ni kauli iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ambalo Padre Kitima ni katibu wake mkuu. Hata hivyo jeshi la polisi awali nalo lilitoa taarifa, lakini taarifa ya jeshi la polisi kama baadhi yetu tulivyotarajia, sikuiongelea hii katika makala ya jana kwa sababu makala ya jana ilikuwa ya haraka na kulikuwa details nyingi zilikuwa hazijapatikana. Lakini jambo moja ambalo nilitaka kuligusia katika makala ya jana na ambalo nitaligusia hapa, nilihisi kuwa taarifa itakayotolewa na jeshi la polisi au vyombo husika itajaribu kwa namna fulani kupunguza uzito wa suala hili, lakini kwa upande mwingine kujaribu pengine kumtupia lawama mhusika. Um, nakumbuka mbinu hizi zimetumika mara nyingi. Kuna kipindi mwenyekiti um, wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Mheshimiwa Freeman Mbowe alipopatwa na changamoto kama hizi, uh, lawama zilielekezwa kwake, kudai kwamba alikuwa ameelewa na vitu kama hivyo. Hata Mheshimiwa Liso alipopigwa risasi mwaka elfu mbili na kumi na saba zilifanyika jitihada za kujaribu kumtupia mzigo yeye mwenyewe yaani kwamba kama lile tukio lililotokea ni swala linalohusiana naye yeye mwenyewe. Hii ni mbinu ambayo imekuwa ikitumika mara nyingi katika kunawa mikono, kwamba dola haihusiki na vitendo kama hivi. Kwa hiyo jeshi hili la polisi limedai kwamba kwanza limethibitisha kwamba tukio hilo limetokea lakini pia limedai kwamba linamshikilia uh, Rauli Mahabi, mtu mmoja anaitwa Rauli Mahabi uh, kwa tuhuma za kumjeruhi uh, Padre Kitima uh, na inadaiwa kuwa katika maelezo yaliyotolewa na hilo jeshi la polisi na kamanda wa kanda maalum ya da uh, Jumanne Muliro alisema kwamba jeshi hilo linamshikilia na kumhoji Mahabi, mkazi wa Kurasini, kuhusiana na tukio hilo akadai na wamedai kuwa wanashikiliwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa kina unaendelea ili hatua kali na za haraka zichukuliwe kwa wahusika. Um, sasa hili, hiki kinachofuata ni cha muhimu sana ukisikiliza kwa makini, kwa sababu ndio hicho nilichogusia mwanzoni kwamba kutafanyika jitihada ya kwanza kupunguza uzito wa tukio husika, lakini upande wa pili kujaribu kumtupia lawama Father Kitima. Uh, anasema kwamba Padri huyo inadaiwa tangu saa tatu asubuhi alikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa moja jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji. Sikiliza kwa makini hapo, aliendelea kupata kinywaji hadi saa nne na robo alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo, ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitu butu na watu wawili. Unaona? Sasa hapa picha inayojaribu kutengenezwa ni, ni, ni kama kuna neno ambalo linaje, linabeba hii sentensi kwanza ni hii kwamba aliendelea kupata kinywaji. Maana yake ni kwamba tukio hili lilitokea katika mazingira ya Father Kitima kuwa anapata kinywaji. Kwa hiyo ni rahisi kujaribu kute, kupotosha ukweli wa kudai kuwa labda alikuwa mlevi, labda alikuwa amelewa au kuna changamoto zilitokea, unajua, kwenye sehemu za vinywaji kuna kuwa na changamoto kufarakana na watu kurushiana, kurushiana maneno na vitu kama hivyo. Hii hapa, lengo sio kueleza nini kilichotokea kwa sababu ulikuwa kwanza, hakuna umuhimu wa kueleza kuwa aliendelea kupata kinywaji. Maana yake ya kuendelea kupata kinywaji kama mtu alikuwa amelewa, kwa hiyo ili tushambulio lilitokea kwake akiwa amelewa. Uh, na haya yataendelea kutokea, huu ni mwanzo. Leo imekuwa siku ndefu sana kwa ambao tumekuwa tukifuatilia kwa karibu kuhusiana na na tukio hili. Kwa hiyo hii ni taarifa iliyotolewa na hawa uh, polisi kuhusiana na na swala hilo, na haitoi mwangaza, pamoja na hizo ahadi za kudai kuwa na mhoji huyo mtu na kufuatilia, haitoi mwangaza endapo itakuja kueleweka undani hasa wa tukio hilo ukoje. Kwa sababu kama ambavyo niliripoti kwenye makala iliyopita iliyokuwa inazungumzia ili kuhusu tukio hili ni kwamba mtu mmoja kada wa wa CCM anaitwa Fred Koseni alimpa vitisho Father Kitima kabla ya kutokea kwa tukio hili. Aliandika tarehe ishirini na nane mwezi uh, wa nne mwaka huu juzi, kwamba mwambieni Kitima iko siku ataingia kwenye kumi na nane hatokaa asahau Tanzania, mwacheni ajifanye mwanasiasa Mfikishieni meseji hii mfikishieni meseji, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni, atakuja kuozea jela. Kwa hiyo kama hawa polisi wangekuwa makini kama kweli wana nia ya kupata ukweli, basi huyu alikuwa ni mmoja wa watu wa kwanza kukamatwa kuliko hao watu wasiofahamika wanaodaiwa kuwa wamekamatwa. Lakini pia kwa mujibu wa maelezo ya James Mbatia, uh, yule kiongozi wa NCCR ameeleza kwamba um, tukio hili la jana lilikuwa na lengo la kutoa uhai wa Padre Kitima, kwamba shambulio lililofanywa kwenye kichwa halikuwa, halikuwa shambulio dogo, ni kwamba watu ambao walikuwa na dhamira ya kumtoa uhai. Sasa katika mazingira ya kawaida, na ninaendelea kusema kwamba ni mapema mno kufikia mahitimisho ya yoyote lio, ni vigumu kufikia hitimisho lolote katika kipindi hiki, kwa sababu bado naendelea kukusanya taarifa, lakini ukweli unabaki kuwa kuna ishara kwamba tukio hili katika mazingira ya kawaida tukio hili linawezekana kuwa ni pengine ni uhalifu wa kawaida uh, ambayo maelezo sana yanayotarajiwa kufanywa na polisi ni haya kusema kwamba ilikuwa ni, ni tukio la uhalifu, lakini kuna uwezekano pia wakafanya kwenda mbali zaidi na kujaribu kumchafua Padre Kitima, kudai kuwa labda pengine masuala binafsi. Lakini kama hivi, mnaona katika taarifa yao kudai kwamba alikuwa anapata kinywaji, kwa hiyo kujaribu pengine kutengeneza picha kwamba labda alikuwa amelewa na akaja kafarakana na watu. Lakini kama mdau wa usalama na naweza kuwa katika position ya kujiita mtaalamu wa masuala ya usalama, naweza kutamka bila shaka kwamba operation kama hizi si za watu wa kawaida mara nyingi matukio kama haya ni matukio ambayo yana mkono wa dola nyuma yake katika mazingira ya kawaida, hasa kwa kuzingatia nyakati hizi tulizokuwa nazo sasa. Nani anahusika na kwa nini alifanya hivyo, hiyo itakuja katika uchambuzi mwingine ambao unatarajiwa kufanya baadaye kuhusiana na suala zima, ili implication yake, tafsiri yake, athari zake nini ambacho kitafuata labda kanisa la Katoliki naweza. Kwa hiyo tutatengeneza mazingira mbalimbali scenarios mbalimbali. Je, mbali. Kanisa litafanya nini? Litachukua hatua gani? Serikali itafanya nini? Itachukua hatua gani? Wananchi wa kawaida watafanya nini? Watachukua hatua gani? na vitu kama hivyo. Lengo la makala hii ya sasa ilikuwa tu kukupa overview ya nini kilichojiri siku ya leo. Pamoja na haya, kwanza, baraza la Maaskofu limethibitisha kuhusu tukio hili na kuitaka serikali ichukue hatua haraka. Kadhalika, jeshi la polisi limekuja na hizi porojo zake, na pia uh, kuna maelezo kutoka kwa mheshimiwa Mbatia ambaye anaeleza kuwa tukio hili lilenga kutoa uhai wa fadha Kitima. Kadhalika, makamu mwenyekiti wa CCM Steven Wasira naye ametoa salamu zake kwa kueleza kwa wamesikitishwa na kulitaka jeshi la polisi lichukue hatua, lakini muda huu tunaokaa, tunakumbuka kwamba mzee Ali Kibao aliuawa kinyama mwezi wa nane mwaka huu mwaka jana. Kwa hiyo mpaka leo uh, imebaki miezi mitatu kutimia mwaka mmoja, lakini hakuna taarifa yoyote iliyopatikana. Lakini hili la karibu, mheshimiwa Tundu Lissu, alifanyika jaribio la kutaka kumuua mwaka elfu mbili na kumi na saba Septemba. Kwa hiyo mpaka kufikia sasa ni takribani miaka minane imepita lakini hakuna taarifa yoyote ya maana ile. Kwa hiyo tunaweza tukakaa na kusubiri jeshi la polisi lije na hiyo intelijensia yake kufanya uchambuzi na nini, lakini uwezekano wa kupatikana majibu sahihi ni mdogo. Lakini ni mapema kusema, japo ni mapema kuhitimisha, yayumkinika kuhisi kwamba kuna mkono wa dola katika hili. Kwa hiyo nachoweza kuahidi ni kwamba kuna makala nyingine ambayo naiandaa ya kina zaidi ambayo zaidi utaangalia scenarios mbalimbali, nini kinaweza kutokea, nani anaweza kuwa amehusika, sababu ni zipi, uh, dhamira ya tukio hilo lilikuwa lilikuwa ipi? Kwa hiyo um, hiyo ni makala ambayo nitawaletea hapo baadaye. Hii ya sasa ilikuwa ni overview ya yaliyojiri kwa leo. Basi nawatakia wakati mwema, asanteni na kwaherini.